Waislamu wake zetu katika hali ya kuwapenda siku hizi wamevamiwa na maradhi ya uvimbe ndani ya mfuko wa uzazi au nje ya mfuko wa uzazi. Kuna dawa inaitwa muliat sahal, waitumie itawasaidia, lakini changanywe pamoja na dawa inaitwa atikun na dawa inaitwa mamlu atun. Hizi tatu hizi wanawake insha allah wenye matatizo ya uvimbe period zinatoka mda wote, hawau twahara. Leo pia ukiondoka kwa Sheikh Othman, mnunulie mkeo zawadi hii hapa. Na wewe uliokuwa ndani ya online, mtaftie mtoto wa watu dawa apone, na ni jukumu lako, mvishe unapovaa mlishe unapokula. Lakini pia wanawake wengine wanahangaika na uzazi, anapata period vizuri, lakini hatuelewi apate dawa inaitwa maulidatun ya hormone in hormone balance. Lakini pia apate dawa inaitwa anjabat, dawa ya kupevusha mayai inshallah, Allah ibakie kadari yake Allah. Lakini pia baba, nawe mara nyingine unasumbuka na uzazi au unasumbuka na faragha za ndani ya nyumba, usikose dawa inaitwa dhuful jinsia, hii inaleta heshima nyumbani lakini uchanganye na mti wa mshishu wa mbuzi, dawa inaitwa Alqawiyu Alawwal. Lakini pia upate na dawa inaitwa Mathna wa thulatha wa Arba, na hasa kama unao hao wake wawili watatu, habari yako keshi. Dawa hizi kila alooa anunue, ambaye hajaoa mwiko, labda awe na tatizo tunamtibu. Siku moja nilimkuta mtu gereji anakula dawa za kina baba na hata hajaoa. Nikamwambia hizi ah, sasa unazitumia? Ili ustadhi, mimi sina ubaya, najiandaa yeah tu, nataka niwe na power hata akija mtu akinipiga mtama basi naichimba ardhi ya Mungu. Nikamwambia hapana, usitumie vitu kama hivi, unaleta tashwishi. Lakini baba pia utumie dawa inaitwa hurufu mbaham, mafuta ya mkia wa kondoo sababu ya fungus na kuchelewa kusafiri kwetu. Baba akipata dawa hizi tano, heshima ipo, pamoja na kuwapenda wanawake na hayo mambo mengine yakae sawa. Hakuna cha kusema, umri ng'ombe hazeeki maini, maradhi tu, una sukari una presha una nini, aui sawa sawa, lakini pia tuondoshe sumu mwilini mwetu Dawa inaweza ikawa nzuri isikusaidie, tutumie dawa inaitwa hububia, lakini pia tuondoshe uzito weight. Uzito mwingi ni hatari, unaleta mambo ya kupooza, kwa dawa inaitwa adakun. Ndani yake ina mea shimali na kupata choo vizuri, ichanganywe na dawa inaitwa assiman. Hizi dawa tatu hizi ni kheri kubwa, lakini kuna ishu ya mwisho maradhi ya sakta dimaghia, mtu kupata shalali kiharusi stroke, anawezekana amepozea chooni shauri ya mashafan au shauri ya pressure ikianza kupanda mpaka mia mbili, unaona mdomo umeenda upande. Alhasil ni maradhi mabaya, maradhi ya kupooza. Maradhi haya Mungu atuepushie mabwana. Ukipata maradhi ya kupooza, ndo mchezo umeisha. Tena kupitia jinsi hii ya kheri Tumwombea Allah imamu wetu mmoja, jana ananipigia simu, hali yake si nzuri, na ananiambia shekhe, naona kama nina dalili za kupooza. Maradhi haya si mazuri, nihimize tu watu kufanya hijama, na bosatu letu lilitoa ofa ya kufanya chuku, lakini naona hatukumbushii, lakini watu wafanye tiba ya cupping, ni kinga ya kupooza. Wacha tugombane na huu maskini wetu tu, lakini ukishaka ndani una miguu tena unaonekana mzigo. Alikuwepo shekhe sehemu fulani, ana wake wanne, aliumia kweli kweli, alikuwa mkuba, na mwili mkubwa, mimi nilikuwa mdogo namwona, lakini Dar es Salaam, yule mzee akapata maradhi ya kiharusi, kawaita wake zake mwenyewe, jamani, nakuta lakini sababu mimi ndo nishakuwa mgonjwa na sijui kama nitasimama lini. Baadhi ya wake, fanya haraka basi niandikie changu, anaandika. Ufikiri alikuwa katika hali gani? Wengine akaambia tushakuwa watu wazima, twende wapi bwana, wacha tulee watoto, akasema wale waliokubali kubakia. Unaona tu mtu kachoka unamwambia kitu, huo ukali. Ah, we nawe unaita sana bwana umeona kwa hiyo eh? maradhi haya tunaweza tukayafukuza kwa dawa ya steaming, tiba ya mvuke inaitwa menfauch lakini pia mishipa ile kuishtua kwa dawa imepewa jina la kupooza shulat lakini vitu kama menthol kafur vinasaidia kuchua dawa zile za kuchua kuna dawa inaitwa ashalal tachua sehemu hii yote hii kila siku, lakini pia kuna dawa kuweka sawa normal pressure na kuongeza nguvu. Dawa hii inaitwa ulqumu. Lakini pia kuna dawa muhimu, saa nyingine ni Iblis kacheza tu, na ni massage hii, inaitwa saktatu dimaghia, kama mafuta kazuri haka akipaka mtu alopoza, zile ganzi zinaondoka ondoka. Hatuna mengi kwa leo. Ni kituo cha sunnati Saidaliyatu Rahman chemistry yake, Allah jalia, kilichokuwepo nchi ya Tanzania, Dar es Salaam, Buguruni Rozana, kituo ambacho kinashughulika hasatan na mambo ya counseling, ushauri, almusamah alkarim na islah baina nnas. Lakini pia ni kituo kinashughulika na tib al ashab, tiba za miti shamba na arruqya ash-shar'iyya tiba kwa mujibu wa Sunna, kwa mujibu wa Qur'an. Na mtume aliagiza mpaka tunataja haya, si kidunia hivyo, ni kidini. Tadau au tada'u ya ibadallah fa inna allaha lam yazal da'an illa fihi dawa au kama kala alayhi salatu wassalam, tutibiane. Mtume katuagiza na kusoma. Maneno yake ni mengi, tumechukua sehemu ya maneno haya, kwamba lazima miongoni mwa sehemu zinazokamilisha Uislamu. Uislamu umerakiz juu ya mambo mawili, kilahuma mambo mawili hawa, hakuna kinachompita mwenzie, atib wa taalim, tiba na kusomesha. Mpaka wanawachuoni wanasema, ukikaa mji hakuna mwalimu, hama haraka sana ukikaa mji hakuna daktari usikae sehemu hiyo, ondoka. Na wakasema ukimkosea adabu mwalimu, vumilia ujinga uliokuwa nao, mwalimu aheshimiwe. Yakadu muallim an yakuna rasula. Lakini pia ukimkosea adabu na nidhamu daktari, vumilia maradhi yako, dokta aheshimiwe heshima kubwa Ndo maana watu wawili hawa katika jamii wanapewa hono, wanapewa respekti ya hali ya juu sana. Utamkuta mtu ni ana mambo yake haingiliki, lakini ataenda kutoa siri zake kwa mwalimu. Mwalimu, bwana mke wangu simwelewi, sijui hivi sijui hivi. Mwalimu wa kawaida hana pesa, lakini mtu atakuja pamoja na mke wake wasuluhishwe kwa mwalimu. Ni kuonyesha mwalimu ana sekta kubwa katika jamii na ndio maana wanawake tuna wivu nao hasa vibinti. Unajua binti saa nyingine anauma kuliko mke. Kibinti kikishaanza kuwa mwari akitoka nje tu <coughs> lakini ukimpeleka darasani kwa mwalimu, una hata presha, hata mwalimu akikwambia kuna maulidi za usiku, kwambia hakuna neno mwalimu, waangalie tu sawa e, wala una wasiwasi kwamba <coughs> fisi awekwagi na mbuzi smaksaau ni mwalimu salama ipo na wanapata elimu na wanapata elimu, lakini na dokta anaaminiwa sana. Ama dokta mtu anaweza akaenda na mkewe ana wivu, lakini akifika pale dokta kaambia, Shekh, emtoka sasa nje kidogo, aysasante asante. Mke wangu msikilize daktari eh? Mweleze kila kitu, japo haipendelewi sana, funguka na, na, na daktari anaweza akakwambia kipindi hiki msishiriki tendo hili. Mwanamke amefanyiwa amalia operation, mwanaume mwenzio akwambia usimguse miezi sita. Na ukimsogelea tu kivua makoti, dokta kasemaje? Kweli kweli kwe, basi. Na unapiga simu dokta. Ah, mwezi wa tatu vipi vipi? Usisubutu. Ah, mali haya haya, hamna shida, hamna shida Ameheshimika, hajaheshimika, eh, dokta anaheshimika. Kwa hiyo watu wawili hawa tuwaenzi. Sasa njoeni hapa kwa Shekhe Othman, mtapata yote inshallah, mtapata taalimu, mtapata na tiba, na mkija hapa kuna faida mbili zitapatikana. Faida ya kwanza, kama shekhe lenu mtakuwa mnaniunga mkono kwa njia moja ama nyingine, watu wanaanza kuwezeshana wenyewe. Inakuwaje muislamu, hela yako baada ya kumletea Sheikh Uthman upeleke kwa mganga kienyeji bwana, ukakufurishwe huko bwana? Eh, lazima utizame. Kimpelekea ndugu yangu katika imani ile, sadaka itafanya jambo. Hata akiendea Maka is good tu, Uislamu bado utakuwa unakuja juu, sawa? Eh, kwa hiyo vitu kama hivyo, lakini pia wasiokuwa waislamu nao njoeni, inshallah tutafuteni kwa namba hizi hapa. Ukiwa mbali, tutakutumia, tutakusomea, tutakushauri. Lakini pia kwa namba hizi hapa nyingine, lakini pia kwa namba hizi hapa nyingine, lakini pia kwa namba za mwisho hizi hapa nyingine. Lakini pia wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.